Eh, tatu vipi? Joto kwanza limekupeleka vipi? <laughs> Usiseme <laughs> ni vile tu inatubidi tuvae nguo, lakini tungekuwa na chaguo <laughs> labda labda, kuna uh -huh. kuna yapi huko, nasikia kuna mambo ya mirathi mitandaoni. uh -huh. Kwanza nikuulize wewe. uh -huh. wewe ni Mwislamu, sio ndio? leo hii wa, ukipata mtoto nje ya ndoa ana haki ya kurithi kulingana na dini? Inategemea. Kwa misingi ya dini ya Kiislamu, hana haki, lakini labda kiserikali ni mambo mengine. Sasa <laughs> sasa basi uh, mahakama ya juu ya ya ya ya ya juu Kenya jana ilitoa uamuzi mm, wa wa kihistoria ambao unaruhusu watoto watoto watoto waliozaliwa nje nje ya ndoa ndoa kurithi kutoka kwa kwa baba baba zao Waislamu mm. Uh, majaji kwa kauli moja ametupilia mbali rufaa ya mama moja, kama Fatma Athman Abud Faraj ni mjane huyo ambaye alitaka kuwatenga watoto hao waliozaliwa nje ya ndoa na mumewe uh, katika urathi wa marehemu baba yao mm. Sasa, Faraj amesema kuwa watoto hao hawakuwa halali chini ya sheria za Kiislamu mm. Lakini mahakama hiyo imesema kwamba kuny imorithi kwa kuzingatia hali ya kuzaliwa kwa mtoto ni kukiuka vifungu vya usawa katika katiba. Uamuzi uh -huh, huo Bakari unajenga utaratibu mkubwa wa jinsi sheria ya Kiislamu inavyotafsiriwa kulingana na katiba ya Kenya uh -huh. Sasa, uamuzi huu umeibua hisia y kali na mseto. Mm, wanasemaje? Naanza na Mohamed Ali huyu ni mbunge wa Nyali mjini Mombasa. Anasema uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ya juu ya Kenya kuhusu haki urithi kwa watoto wa Islamu wanaozaliwa nje ya ndoa inakiuka kifungu cha ishirini na nne sehemu ya nne kinachotambua sheria ya Kiislamu kuhusu masuala ya ndoa, talaka na urithi kwa Waislamu nchini Kenya kama ilivyoandikwa katika katiba. Mm. Ruby Issa anasema Uislamu hauungi mkono mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa, kwa hivyo yeyote atakayevunja sheria hiyo basi ajipange na mtoto jambo fulani ni kinyume cha sheria na kinyume cha katiba, kwa mujibu wa sheria za nchi. Ai, mahakama ya kadhi ina maana gani nchini Kenya? Haya ndio mambo haya ya ya mitandaoni laki...